Habari ya wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji wa JJM Media Production, kama ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja nami na, basi usisahau kusubscribe katika chaneli yetu, ili uweze kuwa mwanafamilia, uweze kupata video mbalimbali mbali za mafunzo mbalimbali mbali ya kuhusu programu zetu au dos zetu za FL Studio, Cubase pamoja na nyinginezo. Okay. Na nitakwenda kuonyesha trick moja ambayo unaweza kutumia na wewe ili kupata mastering nzuri. Nitakwenda kutumia plug moja tu kwa ajili ya kupata mastering nzuri. Okay, nitakwenda kuingia kwenye <coughs> Follow Studio lakini kuna wimbo wangu hapa nimekuja ku copy hapa ili niweze kufanyia mastering. Nita play kidogo uweze kusikia. Njeni tutaweza kufanyia mastering faster one plug. Okay, bila kupoteza muda, huu ndio wimbo wangu. Lakini hapa kuna plug hii moja tu, hii hapa. Basi, hii hapa inaitwa Sound Godiza. Basi hii ndio nitakwenda kuitumia kwa ajili ya kufanya master, na kazi yako wewe ni kusogeza tu hapa au kupunguza kulingana na kile ambacho umekifanya. Hakikisha wimbo wako umefanya mix vizuri, ukiplay una play katika maeneo mazuri kama hiyo. Ya, ukiangalia wimbo wangu una play mpaka hapa. Ngoja nifungue mita. Utakachokifanya hapa utakuja ku hadi mita hii hapa. Hii ni muhimu sana kuiadi. Utakuja utaadi hii mita hii, sio programu ya ya kusema itakusumbua. Utaadi mi, mita yako hii kwa ajili ya kuona hicho nachokifanya kidogo, ifunguke. Utahadi mita yako hii hapa nitaisogeza juu kidogo, nimeweka mwisho kabisa. Itakuwa pembeni hapa mita yako, alafu kitu cha chini kabisa hapa utakuja kuweka LUFs. Kwahiyo nitakuonyesha jinsi ya kutumia LUFs pamoja na na hiyo plagi moja tu okay. LUFs yangu hii ya hapa nimekuja kuifungua lakini nitakuja kuadi hii sound godiza, nilikuja kuiadi hapa juu. Hii ni mixer, tutakuja kufanya master yetu hapa. Sasa uta play kazi yako, kama unavyoona hapa ina play, lakini hapa inaonyesha 24, sasa okay. Hapa inatakiwa ikiwa kwenye vile viwango vizuri vya LUFs ambavyo tunavihitaji sisi katika platform zetu, vinahitajika hivi viwango vikae maeneo kama haya, maeneo haya mazuri kabisa ndio inahitajika LUFs yetu isome. Tutafanyaje sasa? Hapa tutakachokifanya hapa tutakuja kuweka Tutakuja kuiwasha hii Soundgoodizer yetu hapo. Iwasha ta play. Tutakwenda pamoja na na mapepo yao wengine na majini. Uso wa Bwana uende pamoja nawe. Sitakata tamaa na, na kungoja Bwana, sitarudi nyuma. Uso wako pamoja nami, uso wangu utakwenda pamoja baada mpaka hapa sasa, ukifika kwenye hivi viwango vya kumi na saba hapa kwenye lufsi hapa, inatakiwa iwe kumi na tano au kumi na nne kwa viwango vizuri vya YouTube au audiomaki, na sehemu nyingine, angalau upate lufsi ya kumi na tano kwa mpaka hapa. Tutakuja kufanya maximizer tu basi tutakuwa tumemaliza kazi yetu. Okay, okay, ngoja tuweke maximizer hapa, tumia loud maximizer hii hapa kwa ajili ya kuja kumalizia mziki wetu. Kwa hiyo plugin hii tu ambayo imetumika hii, imefanya kila kitu, imebalance kila kitu kwenye sauti hapa, nakuja tu kufunga na hii. Sio kasema mbona unaongeza maplagi mengi? Hapana, hii ni LUFs kwa ajili ya kukuonyesha viwango vinavyohitajika katika sikio la binadamu na platform zinahitaji nini? Kwa hiyo ni LUFs hapa, lakini hii ni mita kwa ajili ya kuona sauti zetu hazijavuka viwango kule, lakini hii ndo ya mwisho kabisa. Then hii hapa ni kwa ajili ya kufunga sasa mziki wetu usizidi kwenye mita yetu, lakini pia tuone hapa, je, itakaa katika kiwango kile cha kumi na tano kwa kumi na nne hapa? Basi nitaplay alafu nitaenda nita kufanya Uta. kwenda na mapepo yao wengine na majini, uso wa Bwana uende pamoja nao wengine wanakwenda na mapepo yao u... Okay, mpaka hapa sasa tutakuwa tumeshafikia katika kile kiwango cha kumi na tano. Nimejaribu kuplay hapa kwa sababu sheria ya LUFs inatakiwa unapokuwa unafanya master, unapokuja kuweka vipimo vyako mpaka hapa unatakiwa uwache wimbo uimbe mzima mpaka mwisho lakini mpaka wimbo unapoisha ipatikane hii namba kumi na tano au kumi na nne, saa. Ili kuepuka kutumia muda mrefu sana unatafuta ile sehemu ambako kuna waimbaji wanaimba wengi kwa pamoja, ndio unapafanyia s. Maanake kiwango kikubwa cha sauti kitakuwa kwa eneo hilo. Ukishajirizisha iko kwenye kumi na tano kama hapa, basi. Kwa hiyo inacheza kumi na tano au kumi na nne kiwango kizuri. Hakikisha muziki wako haupik, au au kusema haukoromi. Kwa hiyo hapa utakuwa umefanya kazi nzuri kabisa. Mpaka hapa nitakuwa nimemaliza kufanya mastering yangu, nitakwenda kuitoa nje, then tutakwenda kusikiliza kati ya mix na mastering, lakini katika viwango vya kimataifa kabisa, ambavyo tayari tumeweza kuvifanya na kwenda kuiondoa audio yangu hii kwenye wave, sababu bado nitahitaji kwenda kuifanyia video baadaye. So nitaitoa katika mfumo wa wave ili iwe na ukubwa, naandika tu uhusu tu ya hii hapa ndikauso tu, lakini itakaa kwenye desktop. Nitakwenda kukuonyesha sasa tofauti, lakini na quality ambayo itakuwa imeingia hapo, basi utakwenda kuiona na we mwenyewe uta. Okay, basi kama hivyo utakwenda kufanya kazi yako itakuwa hivyo. Wana, basi mambo yatakuwa hivyo na tutakwenda kusikiliza nje, kazi yetu inasikika katika msikiko upi? Basi kama na wewe ni mgeni kabisa, ndio unakutana video hii mara ya kwanza, basi tunalo group letu la WhatsApp ambalo tuna maproducer mbalimbali wanashare idea mbalimbali kwao, na wewe nikukaribishe pale uweze kujiunga na group, utanicheki kwenye namba hiyo. Basi kazi yetu hii hapa basi tutakwenda kuikompea na ile kazi ya mix juu, alafu utaona tofauti ambayo imepatikana, we na wewe utakwenda kujifunza kile ambacho nimekifanya hapa, very simple kabisa. Nimetumia njia nyepesi kabisa ili usipate tabu, maplugin mengi ambayo unaweza ukayaweka, lakini matokeo ya mwisho kabisa yakawa kama haya, au usipate matokeo kama haya, ukapata matokeo mabaya, utategemea na uwezo wako. Ila unaweza ukafanya master. Nimeshafundisha mastering za aina tofauti tofauti, kulingana na aina ya mziki ambao unafanya. So tutakwenda kuzisikiliza. Hii hii ni mix, hata kuta kufunga no, kuna kuseve, tusha seve tayari. Hii ni mix, mambo yote sikiliza <michilisa> na master. Mpaka hapo nitakuwa sina la ziada, wimbo wangu utakuwa umeshatoka katika viwango vya juu kabisa, lakini nimetumia plugin chache kabisa. Basi na unaweza ukafanya trick hiyo na ukapata matokeo mazuri. Hakikisha unapofanya mixing, unajua mix yako iishie ya wapi, sio na makelele, ili uweze kupata kitu kizuri. Ni kutaki, wakati mwema. JJM Media Production, kwa heri.